TV. eh? Na kuongelesha kazi yake itakuwa tu ni kuwachi TV. Eh. Wewe nakuuliza, kazi yake itakuwa tu kuwachi kwa hii nyumba. Eh? Itakuwa tu ni kuwachi mchezo ndio speni hapa. Speni amkufanye kazi. Ndio yake iko jikoni inachemka. Hata nitambua, hata nitambua. Mtoto ni jini? Nakuuliza kuuliza we, ni mtoto ni jini? Wewe unaonaje? Hii TV nilikuwa kazima wewe? Nilikuwa nimezima mbona nikawaka wewe? Mbona nanifuruga wewe? Mbona nanifuruga? Eh, huyu ni pepo huyu, sio si mtoto wewe! Wacha kunifuruga wewe. Wacha kunifuruga. Vibi huyu. Sienda hata kashani chosha kwa hii nyumba. Hata atoshe. Wewe wewe Kazimisha TV wewe, kasha wewe, uko sawa wewe? Acha wewe mapepe, na mwambia mama yako ni nini wewe. Hata pesa mnilipi vizuri, ati mama yako, mama yako, mama yako. Sasa kwa hiyo nyumba, acha mama akuje na mimi wewe. Utakaa tu, utakaa tu hivi, ufanye kazi na kati, ufanye kazi. Kwani kazi yako kwa hiyo nyumba ni nini? Remote ni remote. Kazi yako kwa hiyo nyumba, kwa nini unanilipa? <laughs> <laughs>

kitu kilikuwa unasema utanambia, lakini hujaniambia. nyanyua mdomo hapa, tunaambia mama. Wewe na familia yako yote utajuta. Nimekumbuka nyumbani. Kwani kuna nini nyumbani? kuntulia

Na sasa mimi nitajuaje? Mpe, mpe mpe, mbili moja yeah? na mbili. Tatu. Imetosha ah, imetosha hiyo. Umemuona umemuona. Ataweza? Huyu huyu? Kwanza hey. ah, sha, Sharibu. sasa sasa? mimi sitaki bangi. bangi. Acha bangi. Umeona, tulikuwa naye si ndio? Hmm. Watu kaka, unaona mwambie alikuwa kwa time. nipigwe kwa toroka

Na sasa sasa utachoma utajisahau kufanya kazi. Kuchoma kuonja kuchoma ni kuni hey. Kuchoma kuni. Oh, oh sio eh, kuchoma ile bangi. Lakini ah, hii motion ni kutoa hiyo. Umeelewa? Kitu muhimu bro. Masaji nimekuambia kwangu ikifika masa kwa masamu tasikuze kwa geti. Yeah. Ulizi kwe sawa. Wale wangu ulizi kwe sawa. Ushamaliza. Ushamaliza. Mshahara utakuchelewesha. Si ni... Sawa. Ushamaliza. Haya. Karibu nyumbani. Kwanza mshahara so, mshahara ni yeah, ngapi? Yeah. Mshahara ni ngapi? Mshahara. Hmm. Siku mwezi na pesa shilingi 500. 500, na mimi nakula ngapi?

hapa ndio nyumbani, hmm. Na naomba ya kwamba yeah. Hapa mahali nimekuleta kwa sababu wewe si mlinzi, mimi ni mlinzi. Naomba ufanye kazi yako kabisa. Kazi hiyo ninafanya kabisa. Nataka ufanye kazi yako, ulinda watu yeah. Sitaki kuona shida yoyote hapa, kwa hivyo nataka kila sekta ikuwe sawa yeah. Kitu muhimu najua kwa hapo mshahara ingie kwa wakati. Bora mshahara, boss, mimi kazi nitakamilisha hiyo. Sawa. Nataka kazi ikuwe sawa. Umesikia watoto? Nimesikia. E, ebu i, hapa hivi, niko na msichana uh huyu yeah, ndio mke wangu na niko na mfanyakazi uh -huh. Nataka watu wakuja hapa hivi yeah, pia mjuane, ndio poze, kwa sababu unajua mnaweza kutana huko nje mama mwingine tena kujitokea. Ndio poze, labda hata wapige hata rungu ama warushie mkuki. Acha wakuje wajue mama watoto, ebu aite waje. Mm.

Unatafutwa na babako? Umechanganyikiwa ni nini? Nini mtoto hapa ama? Sikuelewi bosi, una shida una tatizo ya akili ama ama nini nini? Ndio ndio ndio ndio ndio mtoto mtoto mtoto, mtoto mtoto mimi mimi kwa hapa, hapa, jamani, jamani. Umechanganyikiwa unasema unamwona na shida? Hapana baka hata basi maisha gani kama? Wewe mas Siku ingine kwa macho yenu sikutangani, ni sawa, lakini ufanyangi hivyo jamani, ufanyangi hivyo. Mbona mnanidhulumu jamani? Hata kama ndio kazi, pia dawa yako inachemka, ni sawa. Hey, mama watoto, yaani yote mimi yote nimekutuma uende uite watoto na narudi sahii. Mimi siko na haja ya kutambulisha watoto, maanake kama ni mlinzi amekuja, atajua watoto. Sasa mama watoto, tutakaje kwa nyumba? Umeajili swaja kwa boma, akuwezi kujuana watoto? Watajua na watajuana tu wata, kwanza mlinzi ule, msichana wa kazi yuko naye hapa hapa nyumbani, wanashinda naye wanamka wote, si atamjua tu Yaani hii nyumba hata hata nimeshinda hata mwelekeo ni gani, yaani kila kitu inaenda inaenda tu venye hata istahili iende. Is hata kama ni shetani angemaa kutawala kwa hiyo nyumba kweli, ametawala. Hii inafaa maombi.